Yaani sana uh. Baada ya kama wiki mbili wiki tatu hivi ndipo tulipoweza kuondoka Tanzania. Uh, baada ya kuondoka Tanzania tukapitia changamoto pia za hapa na pale, lakini tunamshukuru Mungu. Watanzania wametutetea ah. Na bado kuna watu wema wanaendelea kututetea kama tujuavyo, the world is full of bad people, lakini pia the world is full of good people. Exactly. Yeah. Kwa hiyo ni kweli kwa sasa sisi ni wakimbizi tunapitia wakati mgumu. Unajua, ukishazoea lugha ya kwako, nchi yako, mazingira yako, chakula chako hali ya hewa ya kwako halafu gafa ukabadilisha nchi ukakuta kila kitu ni kipya. Uh, lakini mbaya zaidi ni namna ambavyo uchumi wewe Nuru unaelewa uchumi, yeah, wa nchi yetu ni uchumi mdogo sana ukilinganisha na nchi ambazo tupo kama wakimbizi yeah. Kwa hiyo uh, hali halisi ndio hiyo, ndugu zangu wa Tanzania kuna mambo mengine mengi ningependa kuyazungumza, lakini nikiyazungumza kwa wakati huu haitakuwa sawa, yata yatasababisha matatizo kwa baadhi ya watu, lakini pia hata kwetu. Lakini kwa wakati sahihi tutaendelea kuwaambia na kuwajulisha na kuwaelekeza ni wapi tulipita, palitokea nini, mpaka tukafika kwenye hizi nchi za watu za, za ukimbizi, ilikuwaje. Hivi vitu vyote tutasema tupo nchi gani, tunafanya nini, one day someday, haya mambo yote yatakuja yata kwenye mwanga, lakini kwa sasa hivi ni uongo ndugu zanguni. Hata mawasiliano tu ya kawaida ya kusema labda tuna namba za simu za nchi ambayo tupo tuweze kuwasiliana na ndugu zetu, hatuna. Tuna mitandao tu ya kijamii Instagram, aa, na TikTok. Kwa hiyo hakuna chochote yani tuko tu kama wafungwa fulani, lakini hatuishi kule magereza. Maisha siyo marahisi lakini we hope for the better. Tunaamini kesho yetu itakuwa njema, na siku moja haya mambo yatakuwa story Inshallah. Yes. Kwa hiyo huo, hiyo ndo alihalisi, huo ndo ukweli, ndo ubaya jake alionifanyia, na kiukweli kabisa nimesema siwezi kumsamehe mama mwenye nyumba na wakati utafika pia nitaposti picha yake, kwa sababu watu wa Mungu, kuwa mtu mwema au kuwa mtu mstaarabu imaanishi sasa watu ndio wakupande au wakufanye wao wanavyotaka wao. No, sio kweli, na especially mtu ambaye amekaa na wewe kwa uzuri. Unajua bwana, hata ningekuwa ni mtu mbaya, labda tuseme nimemfanyia ubaya huyu mama eh? labda ni mpangaji msumbufu, haulipagi kodi, una shida Leo hii hebu fikiria, kuna watu wengine wanaweza kaona sio jambo zito, lakini hili jambo ni zito sana. Mimi nina familia inayonitegemea, mama yangu, mimi ni mtoto wake ambaye ananitegemea, anategemea mwanangu afanye kazi, basi apate hata ka laki moja, anikumbuke na mimi hapa. Na wadogo zangu wawili wanasoma <coughs> mimi ni dada yao, wananitegemea Wanawishi dada yetu, leo hatufanyie? jambo haya haupo, umepotea, wewe umeshakuwa mkimbizi, inakuwaje? na bibi yangu yule, niliwapostia hapa, Amanima, nilitakiwa nimrudishe kwake tawi, lakini haiwezekani. Yuko ameganda Bunju B Dar es Salaam, huko Tanzania. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu mjukuu wake tayari nimekuwa muhaini. Hamna kitu naweza kufanya tena, na siwezi kurudi Tanzania, sio leo, sio kesho, sio kesho kutwa, mm -hmm. sio mwaka huu, sio mwakani, mpaka pale haki itakapodondoka na watu ambao wanahatarisha maisha yetu watakapoondoka. Just like that, in a blink of an eye, maisha yangu yote yamebadilika. Yani ni... sijui ni, nisemeje eh? Hai, maisha yetu yamebadilika, ni kila kitu kimebadilika, kutoka kuwa mtu huru unayefanya kazi zako kwa uhuru, fanya biashara, uleje ajiri, mpaka kuwa muhaini, kimbizi, a stranger, just nobody. Sio rahisi nani, kuna watu kama sasa, mtu hata useme ulimtukana mtu. Nyote wote ni mashahidi, watu wa Mungu. Hebu mtu alete hapa content, aseme Cherry content ulitukana ukamdhalilisha, labda Samia, labda mtu yoyote. Kuongea ukweli na haki, eh. Je, mtu angekuwa anaongea kwa matusi na kukutukana, ingekuwaje? Leo hii tu unabadilisha maisha ya mtu. Mimi ni mama, mimi ni mtu mzima na miaka 32, sasa hivi unanivurugia my life, unategemeaje? Sio, mimi sio binti mdogo kusema nina miaka ishirini ishirini na tano no. I'm... Niko third floor, na miaka inakwenda very fast, na ndoto zangu, I have my dreams ambazo nilikuwa nazifanya na kuzitekeleza na nyingine tayari zilikuwa zimetimia. Leo unakuja unanirudisha nyuma hatua mia moja. Hmm? Why? Kwa sababu tu nimesema <laughs> tunataka haki nchini kwetu kwamba rais ni nane hatakiwi kuzungumzishwa hatakiwi kuku, kuambiwa jambo hmm? As a president unatakiwa kusikia maoni ya wananchi. Na wananchi wanasemaje? Unawafanya nini wananchi wako? What's going on? Wana shida gani? Ndo maana yake viongozi ni wapumbavu kila siku na vitambi vyao, wanasema wanasema wanafunzi wanafeli shule kwa sababu hawana nidhamu. A hundred of kids wanafeli shule kwa sababu hawana nidhamu, sio kwa sababu nyinyi mnapata mna tu vitambi kwenye uongozi kama mebeba mapacha huko tumboni, na mnaacha kuboresha rasilimali za nchi vijana wapate elimu ili waweze kukomboa nchi yao. Mnataka waendelee kuwa vilaza, wapumbavu, wajinga ili mwendelee kuwatumia poleni sana. Kuna watu wanatamani wana, wana, wana, ungetoa location ya hiyo nyumba unajua sahivi tuko na TFF eh, Tanganyika Freedom Fighters. Uh, na ubaya bwana, kabla si location ya nyumba ni Bunjubi, nyumba ni namba sita, iko mtaa unaitwa kwa mzee mtihani wako. Uh, wananchi wema sana Bunjubi, mkifika pale kwanza, mkifika huo mtaa kwa mzee mtihani, mkinielezea tu, watu walikuwa wananifahamu mdada mwenye mbwa anatatuu, alikuwa anapitaga hapa na gari, they know me kwao, watakuelekeza wa tu kwamba nyumba alikuwa anakaa ni ile pale so, wakienda waki kunisaidia, nitawashukuru sana. Wanasema dawa ya ubaya ni ubaya, wanasema anayeua kwa upanga na afya kwa upanga. Iwezekani uwe kwa upanga alafu tukuue kwa sumu, no exactly. Kwa, kwa, yeah. Kwa situation ambayo tumefikia sasa hivi Watanzania, kwa sababu tumeomba maandamano ya amani wakatafsiri kwamba ni vita, tumebaki alafu yes, kuwa... Kwanza nimekumbuka nilisahau hapa, nafikiri hata last uh, live nilisema nuru Nilimpigiaga simu huyu dada kabla sijaondoka Tanzania, nikamuuliza nikamwambia, dada Jackie, mimi nawe tumeishi kwa uzuri, hebu sema kweli, ni nini nilikukosea mpaka wewe ukaamua kushirikiana na askari mimi nije kukamata? Unajua, kama mwanadamu sawa, kama ningekuwa na makosa, unajua labda, kama nilivyokuwa nazungumzia masuala ya haki, angenifuata akaniambia hivi, Cheri, tafadhali sana, naomba uhame nyumbani kwangu si ndio nuru ya yeah. Tafadhali sana naomba uhame nyumbani kwangu, mimi si feel safe huko kukaa hapa kwangu na kuwazungumzia serikali, mimi ningeondoka hakuna shida, yaani kiroho safi tu. Au basi kama mwanadamu mwema ambaye nimeishi naye kwa utu na utulivu angeniambia, Cherry mdogo wangu naomba uondoke hapa, maaskari wanakuja kukukamata, na mimi wameniambia nisikwambie chochote, kama alivyokuja tu kuniambia mdogo wake, kisha akaondoka kisha kaenda zake tu, akasema basi sawa. Jamani, maskari wangefika, yuko wapi? yuko wapi? si ndio hivyo, kama walivyofika tu amenitafuta yeye, nimekosekana ingeisha. Yeah. juu tunaelewana vizuri, Nuru yeah. Lakini sio kumwambia mdogo wake, ole wako, ole wako, uende kumwambia huyo Cherry chochote, kwa sababu mdogo wake alikuwa anafanya kazi kwangu kwao, akahofia kwamba ule mdogo wake anaweza akaniambia mimi Akamwambia ole wako ina maana Wata... alikuwa amedhamiria mimi nikamatwe nika, yani kitendo cha kumwambia mtu ole wako, it means usimwambie chochote, mwache aje kukamatwa, haikuhusu Yana... Mungu mwache Mungu sasa hivi Atumwachie Mungu. Yaani ya sasa hivi atumwachie Mungu. Weka shoko. Swali? Mnavyosemaga tumwachie Mungu? Kwani ni Mungu ndo anatumaga watu wafanye hivyo? Unajua kuna makosa ya bahati mbaya. Na hayo yanapaswa kusamehewa. Hiyo, lakini unamfanyia mwanadamu mwenzako kosa la makusudi expecting huyo mtu akusamehe amwachie Mungu? Why lakini kwani wanadamu tunakuwa hivi? Yaani unanifanyia ubaya makusudi. You are killing me. Stab my back. Makusudi unachoka kabisa, kisu unanichoma mgongoni. Kinazama, kinanipa maumivu. Am bleeding and you're saying sorry and you're expecting me to say it's okay, I'm leaving this on god's hand. Watu wa Mungu, mimi ni Msambaa plus Mwirak. I don't forgive, sisamehi. Dada jake siwezi kumsamehe, hata iwe ije mvua iwe jua, hawezi kupata msamaha. Yeah. Yeah, kwa jamani, ni... ya kwa wale ambao mmechelewa jamani, ilikopo ni ameshaelezea nafikiri, tunaweza tukaposti, tutaposti baadaye mweze mkusikiliza. Watu ambao mnasema nisambaze picha, msijali jamani, mi tayari ni muhaini, picha yake nitaposti, sio yake tu, familia yake wote nitawawekea hapa, msijali, nitawawekea mme wake watoto wake wote hapa na yeyote anaenda kupanga ile nyumba niliyotoka mimi ajue kuna machozi yangu hapo, yeah. Yani analala, unalala, unaota una tu unaota tu, Cheri anakimbizwa kabisa, unaota jizai... una Cheri anakimbizwa unajua, eh, hey, mm. Alifanya ubaya hapo.